Wakati mfupi nasoma historia ya maisha ya Sifa Bonaventura Bujune ya kanisani. Eneo la kwanza ni muda aliyojiunga kanisani. Alijiunga na kanisa la Kikoskazi cha Injili mwaka elfu mbili na kumi na saba baada ya kufanya ibada ya kanisani Kikoskazi cha Injili, iliyopelekea kupona ugonjwa wa matatizo ya maziwa ambao wakati fulani alihisi kuwa ilikuwa kansa. Eneo la pili nazungumzia nidhamu na mwenendo wake kanisani. Alikuwa na bidii na kuwa mstari wa mbele kwa kila tendo jema, kama vile kushuhudia au kuhubiri kwa kujituma mwenyewe, kusafiri wakati wowote alipohitajika bila kutoa vijisababu sababu au udhuru, kurudiarudia kutangaza ushuhuda wake maeneo mbalimbali, kuanzia kanisani, mitaani au masokoni na mitandaoni ushuhuda ambao ulikuwa ni kupona ugonjwa aliyokuwa nao na jinsi alivyotakasika kuhusiana na wazo la tamaa ya zinaa na kujizini. Eneo la tatu linahusu ucheo au nafasi yake kanisani. A ah, kwa sababu ya ushuhuda wake huo na bidii aliyokuwa nayo alibarikiwa kuwa mchungaji wa vijana. Alijihusisha na mambo yote ya usu ya ujana ikiwemo kubatiza waumini waliotakiwa kubatizwa ubatizo wa, wa, wa maji mengi. Be, alikuwa ndiye anayepokea simu zote zinazohusiana na utumishi wote wa mchungaji Mbarika wa Kipesile na kikosi kazi cha Injili katika moja ya namba inayotumika sana, na kuzifanyia maamuzi au kama yakiwa juu ya uwezo wake alifikisha maelezo kwa wahusika. Eneo la nne linahusu maamuzi yake kwenye maisha ya imani. Kwa hiari na uelewa wake mwenyewe, mwaka elfu mbili na ishirini na moja aliamua kutangaza kuto kuolewa ili awe wakfu au maalum kwa ajili ya Mungu akilifuata andiko la kwenye kitabu cha Mathayo kumi na tisa kumi na mbili kisemacho, maana wako matoashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao tena wako matoashi waliofanywa na watu kuwa matoashi, tena wako matoashi waliojifanya kuwa matoashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Yeye aliamua kuwa ni huyo awezaye kulipokea neno hili na kujifanya kuwa toashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maamuzi haya aliendelea kuyasimamia na kuyatangaza hadharani mpaka mwisho wa maisha yake. Eneo la sita linahusiana na kazi za uzalishaji mali. Kwa kuwa alikuwa wakfu wa Mungu, alifanya kazi zote za uzalishaji mali ili mali hiyo ifanikishe shughuli za ufalme wa Mungu. Mfano wa kazi hizo ni kusimamia mifugo iliyopo kanisani, kusimamia biashara ndogo ndogo za duka la mama mchungaji na kadhalika. Eneo la saba linahusu uzalendo wake kwa taifa la Tanzania. Sifa aliamini katika usawa kwa watu wote katika jamii na taifa kwa ujumla. Kwa ujumla kwa sababu hiyo alikuwa mtetezi au sauti ya wasio na sauti na wanaoonewa na kudhulumiwa, akitimiza maandiko ya Biblia yaliyo katika kitabu cha Mithali 31:8 yasemayo, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee wote, watetee watu wote walioachwa peke yao, na katika kitabu cha Isaya 1:17 yasemayo Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteni mjane. Hiyo ilipelekea aimbe wimbo maarufu uliojulikana kwa jina la wanatoona nyani tu, wimbo mbao ulipelekea akamatwe na jeshi la polisi na kukaa mabusu ya kituo cha kati cha polisi Mbeya, yaani Mbeya Central polisi kwa siku sita na kufunguliwa kesi ya kusambaza taarifa za uongo mitandaoni na baada ya kufunguliwa mashtaka akaenda kulala maabusu ya gereza kuu la Ruanda lililopo Mbeya mjini kwa siku moja kabla hajaachiliwa huru kwa dhamana. Eneo la mwisho linahusu kuugua na mpaka umauti wa Sifa. Tangu alipotoka maabusu ya gerezani, alianza kuwa na vipindi tofauti tofauti vya changamoto za kiafya za kujirudiarudia kama kichwa kuuma na kutapika na mwili kutoka vipele. Matatizo haya ya kiafya yalikuwa yanampata kwa muda mfupi na kutoweka kama siku moja kwa mwezi au siku moja baada ya miezi mitatu. Mnamo tarehe 19 Aprili 2025 2 alilalamika kichwa kinamuuma zaidi, kitendo kilichopelekea aende kupima kwenye moja ya kituo cha afya na kuambiwa kwamba alikuwa na tatizo la typhoid na uti baada ya hapo alipatiwa dawa na kodi nyumbani. Tarehe 20 Aprili 2025 aliandikiwa dawa nyingine na muuguzi aliyepo kanisani iliyotuliza kabisa maumivu hayo ya kichwa na kupelekea endelee na kazi zake kwa siku ya Jumatatu na Jumanne yaani tarehe 21 na tarehe 22 Aprili 2025. Usiku wa Jumanne yani, usiku wa tarehe 22 Aprili 2025, kuanzia saa 8 usiku alianza kulalamika tena maumivu makali ya kichwa pamoja na kutapika na kuzidiwa. Saa kumi na nusu alfajiri ambapo tulimkimbiza kwenye hospitali ya Uwata ambako mara baada ya vipimo vya CT scan ambavyo vilionyesha majibu ya awali kwamba kulikuwa na uvimbe au kuvilia kwa damu katika mishipa ya damu ya kichwani, madaktari waliuliza kama amewahi kupigwa na kitu kizito kichwani au kama kuna tukio lolote lisilo la kawaida limewahi kufanyika maishani mwake. Na baada ya hapo waliruhusu aende kwenye hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya, ambako napo walipojidhihirisha kwa vipimo vyao na kuliona tatizo la aina hiyo hiyo, hatimaye wakampa rufaa kwenda hospitali kuu ya taifa Muhimbili, ambako aliendelea na matibabu mpaka umati wake ulipomkuta siku ya tarehe kumi na tatu Mei elfu mbili na ishirini na tano Bwana alitoa na Bwana ametoa. Imeandaliwa na mchungaji wa kanisa kikosikazi cha Injili mchungaji mbariki wa kipesile na kusomwa kwenu nami mchungaji wa tawi la Koskasi cha Injili Helbert Mlewa. Asanteni sana, naam.